Eh, habari wa Tanzania. Jina langu ni Kedmon Mapana, katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Eh, kama mnavyofahamu, eh, tulikuwa na sinto fahamu ya msanii wetu Chikukizi Ibra, eh, ambayo aliandika kwamba anataka kutoka Konde Gang, kwamba alipe bilioni moja, na Watanzania wengi walianza kumchangia E, lakini sisi kama walezi wa Baraza la Sanaa la Taifa tuliona kwamba ni muhimu tuwaite e, vijana wetu tukae nao tuzungumze nao e, tuone wapi kuna shida ili tuweze kuwasaidia e. Kwa hiyo leo pia tundoko na Sandra Brown ambaye ni manager wa Harmonize e. Tumekuwa na mazungumzo ya wiki mbili sasa, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumekuja tumefikia maamuzi mazuri. Kwa hiyo yale mambo ya bilioni moja tena hayapo. E, na vijana wamekuwa waelewa, wametoka mbali e, na kila mmoja amejua kwamba anahitaji wanahitajiana katika tasnia hii. Kwa hiyo moja, tumekubaliana kwamba e, Ibra sasa rasmi ataondoka Konde Gang e, kwenye lebo ya Konde Gang ataenda kujitegemea, hongera, kwa hiyo hongera kwamba umekuwa kijana <laughs> <laughs> ataenda kujitegemea e, lakini tumekubaliana pia kwamba kuna nyimbo ambazo Harmonize amemshirikisha Ibra. Sasa kwenye hizi nyimbo ambazo Harmonize amemshirikisha Ibra. E, hapa kuna mambo ya maslahi pia. E, unajua tena wanafanya biashara kwenye digital platforms mbalimbali. Kwa hiyo wakipata ile fedha then Harmonize yeye atapata 60% na Ibra atapata 40%. Lakini zile nyimbo ambazo Ibra amemshirikisha Harmonize, naye Ibra atapata asilimia 60 na Harmonize atapata asilimia arobaini. Kwa hiyo hapa ni win win situation. Lakini kubwa ambalo ni zuri kuliko hiyo ni kwamba kwenye maonyesho sasa e, wanapokwenda kuperform kwenye matamasha mbalimbali mbali. E, kwamba wanasema kwamba kila msanii e, kama Ibraah e, e, Harmonize wataperform, kila mtu atatafuta kazi, masoko yake na fedha yote atabaki nayo lakini naye Harmonize kwenye zile nyimbo ambazo amemshirikisha na Ibra, naye ataendelea na utaratibu wake e, kutafuta mwenyewe masoko kwenda kufanya pesa, atakazopata naye ataendelea nazo asilimia mia moja. e, kwa hiyo haya yote e, ndiyo tumefikia a, hapa. Kwa hiyo rasmi ndiyo tumeona kwamba tutoke, e, tuwaambie Watanzania kwamba jambo hili lilikuwa linaendelea, lakini tumefikia mwafaka mzuri e, sasa Ibra kuanzia leo yeye anakwenda kujitegemea e, na watasaini hapa haya makubaliano vizuri kabisa na sisi ndio tunafurahi kama Baraza la Sanaa la Taifa kwamba vijana wetu e, wanafanya biashara sanaa e, sanaa imekuwa imekuwa biashara, lakini pia tunafurahi kwamba pale wanapokuja wanaelewana e, bila kwenda mahakamani, na hii sisi tunajivunia kwamba chombo hiki kipo kwa ajili yao. Ibra, unasemaje? Uh, mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sijashukuru Baraza la Sanaa Tanzania. Ah uh, hii kwangu mimi imekuwa ni kubwa sana kwa sababu imeenda kulinda haki zangu na nilivyolileta huku pia ndo ambayo nilitarajia, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu limefikia sehemu nzuri, leo linafika mwisho tukisha sign hizi karatasi hapa pepa na kwa tumemalizana ile swala. Uh, lakini pia ndakuwa mchoyo wa fadhila kama sitochukua nafasi hii kuwashukuru Watanzania ambao wamenichangia kwa chochote ambacho walichangia, shukrani sana, na nichukue nafasi hii pia kuomba radhi kwa, kwa kakaangu Harmonize kwa sababu ni brother na naamini bila yeye kipaji changu enda kisingefikia hapa. Ameplay part kubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa chochote ambacho huenda nimekiongea ni, so, ni, ni kibaya nimwombe sana radhi kwa sababu ni kaka yangu ni familia na ataendelea kuwa familia kwa sababu ni mkubwa wangu. Thank you you so so much guys. I love you guys so much guys guys love yeah. Asante sana Ibra, ilo jambo jema meneja, eh, meneja mpya mjini wa msanii mkubwa, hey, listi Sandra Brown <laughs> kwa niaba ya Harmonize, hebu na wewe zungumza kidogo, watanzania wakusikiliza. Asante uh, kwa nafasi ya kipekee kabisa, ningependa kulishukuru uh, baraza la sanaa la taifa BASATA. Pia ningependa kumshukuru Dr. Mapana ambaye kwa takribani wiki mbili amekuwa akizungumza na sisi kwa ukaribu sana hapa ofisini, lakini pia kwenye simu, hata mida ambayo ni late sana anapiga, nasisitiza, jamani, tutafute solution, tufanye hivi tufanye hivi. Uh, kwa ningependa kumshukuru kwa ushirikiano wake, lakini pia ningependa kumshukuru kwa uelewa wake, maana mwanzoni tulivyokuja hapa kuyajadili haya mambo tension zilikuwa ziko juu, jazba na kila kitu, kila mtu anasimamia kwenye engo yake ya biashara, ambayo ni haki ya kila mmoja, lakini kwa hekima yake na busara yake aliweza kutushusha na kutusaidia kuangalia namna kufikia, ya kuweza kufikia makubaliano ambayo yana manufaa kwa pande zote mbili. Kwa hiyo, binafsi ningependa kumshukuru Dr. Mapana kwa uvumilivu wake maana hizi ni biashara ambazo zina changamoto nyingi, zina ubinafsi mwingi na zina hisia nyingi. Kwa kuweza kufikia haya maamuzi tuliofikia leo ningependa ni kumshukuru yeye pia lakini pia ningependa kuwashukuru watu wote waliohusika katika process hii, Ibra kwa kuonyesha ushirikiano wake, lakini pia um, wadau mbalimbali kama Msigwa hapa nyuma ambaye amekuwa consultant uh, mzuri sana na ameshirikiana na sisi kwa karibu sana kuweza kufikia hii suluhu ambayo tumeifikia hapa leo. So, kwa kusema hayo, ningependa kusema um, migogoro haikosekani kwenye mikataba, migogoro haikosekani kwenye biashara, na migogoro haikosekani kwenye malebo au management companies. Lakini vitu vinapofanyika kwa utaratibu wa mazungumzo na maafikiano ya kueleweka, suluhu zipo, na tunaweza tukaachana bila kuwa na hekaheka heka wala ugomvi ambao hauna Hauna tija. So that being said, leo tarehe ishirini na tatu, ishirini na tatu mwezi wa tano, siku ya Ijumaa, ningependa kusema kijana Ibrahim, maarufu kama Ibra, is officially an independent artist na kuanzia leo atakuwa na uhuru na haki ya kujisimamia kama msanii ambaye ni independent, na atakuwa na uhuru na haki wa kutafuta biashara kama msanii ambaye ni independent. Sisi kama wadau na sisi kama watu wa tasnia na vile vile, na sisi kama viongozi wa lebo tunamtakia Ibra safari njema na mafanikio mema katika kuendelea kukuza na kujitafuta kwenye karia yake ya mziki. Asante.